Naitwa Sheikh Mohamed Noor, uh, kiongozi wa msikiti wa Jamia. Uh, natoa wito wangu kwa vijana. Kwanza tunashukuru uh, serikali yetu kwa kuweka katiba uh, ya kutumia mtandao kwa njia iliyo nzuri. Uhuru wa kuweza kutoa wito wako, ushauri wako tunashukuru sana, lakini tunavyoona hivi sasa tunatumia vibaya e, mtandao kwa njia mbaya zaidi, kwa njia matusi, kwa njia siasa mbaya, e, kwa njia mbaya yasiyofaa, na haya ni mabaya na ni machafu na ndio siku hizi kuchafuana jina tuno, tunatoa wito kwa vijana wetu tutu, tutumie kwa njia nzuri zaidi kwa kuweza kutangaza mambo tofauti tofauti e, ya maendeleo lakini sio kukashifiana. Hasa wanaweka katika e, sura ya vifo, kuweka katika coffin katika sanda, ama sura ya mwanamke kubadilishwa kwa mwanaume, kwa mwanaume kutumia, hiyo ni mbaya, na tunaomba kama mtu mmoja tuweze uweze, serikali kuchukua hatua iwezekanavyo kama unatumia mtandao kwa njia isiyo umekuwa na pendekezo pendekezo kwamba mitandao iweze kudhibitiwa. Je, unahisi kwamba kuna haja hivo, hata ya kudhibiti mitandao kabisa iweze kudhibitiwa 100%. kwa sababu tusipofanya hivyo hata mwingine atatumia njia hiyo yotu mbadala ya kuweza kukashifu wewe na utaona hata, hata, hata uko na vijana uko na uh, mambo ya kurusha, kwa hivyo itakuwa tutaenda katika conflict. tutaweza kwenda kupigana Mazugmzo mabaya, siasa mbaya, kanisa, msikiti kutumiwa vibaya kwa sababu hiyo mtandao. Lakini serikali kidhibiti, tutakuwa tunatumia kwa njia mbayo ya vizuri zaidi. Wito kwa vijana, vijana tuweze kutumia mtandao vizuri, ya kuelimishana, ya kujifurahisha, ya, ya kuelimishana pia, sababu mtandao kuja hasa radio, ambaye radio sikwa tumeelimika ya kutosha. Leo ukitaka kujua hali ya viongozi wanasema nini, hali ya maendeleo, hali ya hewa, tunaingia katika mtandao. Lakini ukitumia vibaya, basi itakuwa tuna, tuna kashif, itakuwa serikali itumie mkondo wake wa kudhibiti, na tutakuwa tumekosa ile lengo yetu. Kuna kazi kubwa kwa wazazi, kwa sababu eh, kuna TV ambayo inayo film za kutosha. Uh, wazazi tunaridhika watoto waweze kuona sisi, mambo mengine ndani ya nyumba, hata simu, watoto hawana simu, lakini tunaona, unaona watoto wanachukua sasa, sababu kwa sababu ashafundishwa katika e, hizi shule ya kisasa. Mtoto anatumia simu yako kwa baba, mama ajui namna ya kutumia e, lakini simu ile imetumiwa kwa vibaya, amejua zaidi ya mama, amejua zaidi ya mama, mambo amba kwamba yasiyofaa ya, ya, ya kujua Ha, mtoto afai kujua jambo lingine lakini tayari simu yetu iko na mambo yote, una download unatu una, apata una mtoto anafundishwa, unaenda ku download jambo fulani, na mtoto anaenda ku download mambo mengine ambaye yasiyofaa, na ashajua zaidi ya akili ya mwalimu ama ya mzazi. Kwa hivyo ni mzazi wazazi tuweze kutumia kudhibiti mtoto anafanya nini, anakaa wapi na ana, ako katika vipindi gani hata siwacha kwa TV mtu anaweka tu ana, anaona tu ana enjoy na mtu, mwa mzazi ako na radhi baadaye mtoto ile ameharibika mbele ya mzazi. Kwa hivyo wazazi tuko na jukumu simu zetu, eh, TV zetu manyumba zetu watoto tuweze kudhibiti ili watoto waweze kukua namna mbaya, si mimi na wewe tumelea. Um, tunaomba finance bill wa 2025 2026 Uh, iweze kwanza serikali zikitatiti iweze kuling, ni masni iwe ni kwa maslaha ya wananchi. Ikiwa itakuwa sio maslaha ya wananchi, wananchi naye watajibu. Kwa hivyo hawa ni serikali wenyewe wafanye bidii, ili ni jambo ya kusaidia wananchi uh, na vijana pia tusichukue haraka jambo. Kwanza tuweze kushauriana, tuweze kujua itatusaidia namna gani. Sio kwamba wewe kwa mba, mrengo fulani unapinga fulani la. Hii ni serikali ambayo iko katika iko katika jukumu yake. Kwa hivyo tuweze kuheshimu na tuweze kuangalia kwa ndani zaidi yatatufaa namna gani. Na kama ni mambo mabaya naunga mkono, lakini usifanye mambo machafu. Naunga mkono kama haifai, lakini jambo lenyewe haijasomwa, ni ile tu imesemwa. Tuone kwamba ilisoma, itatusaidia namna gani, haitusaidii, tutakuwa pamoja na hao.